Mwaka elfu mbili na ishirini na tano moja ya dabi chache sana ambazo zimekuwa hazina matukio mengi sana kama ambavyo imekuwa kwa dabi nyingi ambazo tumezishuhudia. Karibu sana tuweze kufanya reaction. Kwenye comment hapo, ningependa uniachie maoni yako, lakini pia ningefurahi sana ikiwa utaandikia kwako man of the match ni nani katika mchezo wa leo. Mwishoni mwa session hii nitakwambia kwangu mimi man of the match ni nani. Manchester United wamefanikiwa kupata sare Aa, lakini pia Man City naweza nikasema wamefanikiwa zaidi kupata sare katika mchezo huu, kwa sababu katika maoni yangu mimi nafikiri kwamba Man City wangeweza kupoteza katika mechi hii na hivyo tungeza kupata ushindi, kwa sababu katika sehemu kubwa ya mchezo tumedominate na kutengeneza nafasi ambazo zilikuwa ni hatari zaidi kuliko nafasi ambazo Manchester City wao wenyewe wametengeneza. Sitaongelea mchezo kwa ujumla ulivyokuwa, sitaongelea pia baadhi ya performance za wachezaji, lakini pia sitaongelea kila ambacho mimi nafikiri kwa maoni yangu kimetukwamisha kuweza kupata matokeo katika mchezo kama huu ambao tulistahili kupata ushindi kwa sehemu kubwa sana. Ni mara ngapi unakumbuka wewe ni, ni miaka mingi sana haijakutokea katika mchezo zaidi ya miaka kumi na moja, lakini tungeweza kupata ushindi leo. Kwa hiyo nafikiri kwangu Uh, I am not happy with the results kwa sababu nafikiri tulistahili kupata zaidi ya kile ambacho tumekipata kwenye mchezo leo, lakini pia nitapenda kupata maoni yako pia, ikiwezekana uniambie kwako man of the match alikuwa ni nani. Naomba nikwambie, tuongee kidogo kuhusu jinsi ambavyo mchezo ulianza. Tulianza mchezo vizuri sana kwa dakika kama nne au tano za kwanza, tulicheza vizuri sana. Tulipata nafasi nzuri kutoka kwa Alejandro Garnacho ambaye alifanywa foul na Ruben Diaz, akapata kadi ya, ya kadi ya njano, alafu Bruno Fernandes akapiga foul ya ikashindwa kuingia golini, na baada ya hapo tukajaribu tuka kwa, press Man City kwa dakika zile kama tatu, tukawa tumetengeneza nafasi nyingine kama mbili e, lakini tukawa tujastumia, lakini mwishoni, baada ya hapo ni kama City walianza kujitafuta sasa, wakaanza kupata nafasi kadhaa ambazo uh, walizitengeneza wakarudi kwenye mchezo wao, waka dominate kitu ambacho mimi nilitarajia pia kitokee dhidi ya dhidi ya Man City wakati ambapo Manchester wana, wana, uh, wana tafuta mpira yani, ikiwa City wakipata mpira wao wanacheza back five, alafu tuna wakati tunawasubiri tu kwenye turnovers na, na kwenye counter attacks plan ambayo nafikiri kwa ujumla ukiangalia mchezo ni kama plan ilifanya vizuri sana kwa sababu katika kipindi cha kwanza City walipata nafasi kadhaa kama mbili hivi ambazo hazikuwa nafasi hatari sana lakini, upani, kwa upande wa United ni kama tulipata nafasi ambazo zilikuwa ni hatari zaidi kulinganisha na dhidi ya Man City. Na nafasi zote hizo tulizipata kwenye turnovers. Huo City walikuwa wanamiliki mpira, wanatushambulia vizuri sana, alafu tunalazimisha makosa kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye katikati ya uwanja, alafu tunawini mpira, alafu tunashambulia haraka sana kupicha kwa kina kwa kwa kina Ale Garnacho pamoja na Dogu. Ule upande wa kushoto ndio ulikuwa upande ambao ni effective zaidi. Tulifanya hivi kwa kipindi cha kwanza lakini unfortunately nafasi ambazo tumezipata kama kawaida tumeshindwa kuzitumia. Patrick Dogu, Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes kule mbele, ni kama leo tulikuwa butu zaidi. Pia Rasmus Hojlund, tulikuwa hatutumii nafasi ambazo tulikuwa tunazitengeneza, kitu ambacho nafikiri, tungekuwa tuko clinical zaidi tungeweza kupata matokeo, lakini unfortunately kama ambavyo tunalia kila siku tunakosa mshambuliaji, lakini ukija kwenye mwishoni pale pia mwishoni mwa mchezo, kuanzia kama dakika ya sabini na tano hivi, kuelekea mpaka mwisho wa mchezo, ni kama ilikuwa all over United, ikiwa wange, wange, timu zingekalishwa uwanjani kwamba okay hii mechi tumalize hivi hivi au tuongeza dakika, nafikiri mtu ambaye angekubali kupewa dakika za ziada ni United, kwa sababu tulikuwa kwenye nafasi nzuri zaidi. Dakika kumi na tano za mwisho tumedominate mchezo, tumepress Man City, tumesam, tumepiga mashuti mengi, tumeshambulia mara nyingi. Ilikuwa ni final margins, few very small margins ambazo zimeamua mchezo wa leo. Nafikiri tungeza ku, ku, ku, uh, kupata ushindi katika mechi ya leo uh, tatizo la Manchester ni tatizo ambalo tunalilia kila siku. Kwa ufupi kabla tujaongelea tatizo la Manchester tunaweza tukaongelea kwa ujumla jinsi ambavyo timu inacheza. Kama umeangalia mchezo, hebu niandikie maoni yako hapo chini. Mimi binafsi nadhani kuna improvement kubwa sana kwenye timu. Nitakwambia kwa nini. Ah, uh, sikumbuki mara ya mwisho ambapo tulicheza na Man City, tuka dominate mchezo kwa kiasi hiki. Na sikumbuki mara ya mwisho ambapo tulicheza na Man City, tukaweza kutengeneza nafasi nyingi kiasi hiki. Kwa hiyo hii haijaanzia kwa Man City tu, imeanzia. Unaweza ukaona kwa mechi dhidi ya Nottingham Forest, lakini pia na mechi kadhaa zilizopita kabla ya international break. Hiki kitu kinatokea mazoezini, hakijaja by coincidence. Unaweza ukaona positioning ya wachezaji vizuri sana. Unaweza ukaona patterns ya wachezaji na leo tumekuwa pia best team kwenye transition, tulikuwa tulikuwa tuko best team katika upande huo. Kwa hiyo hivi vitu ni vitu ambavyo vinatokea mazoezini. Kwa hiyo kwa ufupi unaweza ukasema kwamba kile ambacho Ruben Amorim anajaribu kukitengeneza mazoezini ni kama kinaanza kuonekana pole kwa pole, lakini bado tuna mapungufu makubwa sana kwenye upande wa shambuliaji. Nafikiri bado bado bado bado sana. Mtu pekee ambaye kidogo akiwa kwenye nafasi unaweza kuona labda akakopa kitu ni Bruno Fernandes pekee yake, lakini tofauti na hapo, wengine, Alejandro Garnacho, Joshua Zirkzee anarukaruka, ameingia kapata nafasi kapiga ka, ka, ka, ka, ka, of course, kapiga vizuri, lakini hajafunga goli. Mason Mount pia alikuwa This clause, kupata kupata nafasi ya kufunga goli um, uh, Patrick Dorgu ameingia um, kwenye position nzuri mara nyingi sana ajatumia vizuri sana kwayo, bad, kwa hiyo bado nafikiri kwamba katika wakati mgua tunakabiliana nao ni kwenye nafasi za ushambuliaji. Ndio maana kwenye kwenye kule Instagram niandika kwamba kati ya vitu ambavyo lazima tuhakisha kama tunavipambania katika dirisha la usajili ni kupata mshambuliaji ambaye anaweza akatupa magoli ya uhakika. Uh, hapo, hebu niandikie katika mechi ya leo, nafasi ambazo Manchester United walitengeneza zile ambazo nafasi bora zaidi ya 4 au 5. Hebu niambie zile nafasi zingekuwa zinapatikana upande wa Man City. Do you think mechi ingeisha hivi? Honestly, kabisa niambie. Mimi nafikiri nafasi angepata mashabiki wa Man City leo angekuwa bwana wana, wana Haaland. Hata De Bruyne zile nafasi angekuwa anapata. Yaani, ushangalie upande ambao ulikuwa ni hatari ni upande ambao sisi kwa tunashambulia. Tulikuwa tunapata nafasi ambazo ni bora kuliko za Man City. Man City walikuwa ni Omar Mamush peke yake ambaye alipata nafasi nzuri kama mbili lakini pia Zilikuwa sio clear cut chances kama kama ambazo ambazo walipata United. Kwa hiyo ni kama tulikuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kushinda mchezo kuliko ambavyo walikuwa Man City, lakini hatujatumia nafasi zetu. Kwa hiyo ikiwa zile nafasi tukizigeuza zikaenda upande wa Man City, nafikiri kwa muda huu tungekuwa tunaongea vitu tofauti kabisa. Tungekuwa tunaongelea story nyingine kabisa. Man City sasa hivi wangekuwa na wangekuwa wameshinda mechi kwa goli angalau tatu, lakini ubaya ni kwamba hatuna mshambuliaji ambaye anaweza kumaliza mechi. Rasmus Hojlund ana struggle, Joshua Zirkzee ana struggle, Alejandro Garnacho ana struggle, Patrick Dorgu, ah, uh, Diogo Dalot, wote wana struggle. Kwa hiyo tunakosa vizuri kitu ambacho anaweza mtu ambaye anaweza kutusaidia kumaliza mchezo, lakini kwa ujumla, uh, mchezo mzima ulivyokuwa ulikuwa mchezo mzuri. Uh, nafikiri kwangu Bruno Fernandes ndo man of the match kwa sababu ndo mtu ambaye alifanya vitu vyote kwa Fernandes, match, usahihi na angeza kutushindia kutush mchezo, lakini hana msaada ukienda okay, kwenye takwimu za Bruno leo ukiangalia, alifanya kazi kubwa sana kwa, bado nafikiri kwamba anahitaji msaada uh, peke yake hatoshi, na ndio maana leo tumeshindwa kupata matokeo, lakini angekuwa angekuwa na mshambuliaji ambaye alikuwa anaweza kumaliza mchezo leo, tungeweza kupata ushindi, lakini hii timu ina improve. Nitakupa sababu sababu tatu kuu kwa nini naamini kwamba hii timu ina improve. Leo tulikuwa bora kwenye transitions, hilo jambo la kwanza kabisa tulikuwa bora kwenye transitions na hiyo ni improvement kutoka kwenye, kwenye timu ambayo Ruben, Amor malipokea. Ni timu ambayo ulikuwa ukiingia kwenye timu, mechi ilikuwa ikichezwa na Manchester dhidi ya timu yote ile, ulikuwa hata ujui tunajaribu kufanya nini kwenye mchezo. Lakini sasa hivi unaona kabisa kwamba kuna kitu timu inajaribu kufanya, unakiona kabisa kwamba timu hapa inajaribu kutafuta kitu fulani kwenye, kwenye mchezo tofauti na vile ambavyo ilikuwa zamani. Uh, maanake ni kwamba tumekuwa timu bora kwenye transitions, kwenye kubadilisha defense kwenda uh, kwenye attack. Leo tumefanya vizuri zaidi, lakini tukifika mwishoni tunakosea. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, tumekuwa wazuri pia kwenye kudefense, kitu ambacho hakikuwa ubora wetu. Leo Harry Maguire alikuwa bora sana, naomba nataka nataka nifuatilie hapa na hisi. Ametoka ametoka na amepata knock, alikuwa hajawa fiti pia, nafikiri ameumia pia. Nitakwambia hapa kabla sijamaliza kwa nini ametoka lakini alikuwa best kabisa best kabisa, Leny Yoro best kabisa, Mazrawi best kabisa. Kwa hiyo pia kwenye defensive tumekuwa timu tumeboreka kwenye defensive, sababu haturuhusu magoli ya ki, malaini kama ambavyo ilikuwa hapo nyuma. Jambo la tatu, nafikiri tumekuwa timu ambayo ina mentality ya kupambana kuliko ambavyo ilikuwa mwanzoni. Leo tumejitahidi sana kuwin every duels, tumekimbia sana, tumefight sana Ukitaka kujua tumefight sana angalau mwishoni pale, mwishoni pale tumedominate mchezo si, kwa muda mrefu sana si kwa sababu tulikuwa bora sana lakini, kwa sababu Man City walichoka, lakini United waliendelea kukimbia kukimbia kukimbia, na hiyo inatoka mazoezi, na kile ndo na hicho ndo kitu ambacho Ruben Amorim anajaribu kukitengeneza kwenye timu, lakini bado hajafika kule anapata kwa sababu anakosa personnel, anakosa wachezaji ambao wanafaa kuweza kutengeneza aina ya kikosi ambacho anahitaji. Nafikiri kwa baadaye akipata dirisha bora akapata mshambuliaji mzuri anaweza kufunga magoli kama Victor Osimhen au Victor Jokeres, akapata namba kumi mzuri ambaye anaweza kadribble akaingia kwenye box akatengeneza spaces akapata um, midfield mwingine wa kuweza kukeri mpira, kutoka chini kupandisha juu akapata wingback wa kulia kama dalu cha kuanzia bench, nafikiri uh, anaweza akawa na timu bora sana, bora sana, bora sana. Patrick Dogu bado ana mengi ya kujifunza pia kwa sababu unaona kabisa pia, kusibabu, pia kwenye final decision kwenye maamuzi kwenye pindi ya kufanya maamuzi bado unaona kabisa, bado ana upungufu huo pia, hafanyi maamuzi mazuri kwa wakati sahihi, ilo bado linatupa pia wakati mgumu, lakini bado ni mdogo, atajifunza na mija kwenye timu, naamini Ruben Amorim ana uwezo kumtengeneza mtu. Nafikiri pia ataboreka, ataboreka zaidi. Alejandro Alejandro Garnacho, nishaongea sana kumhusu leo sasa, kumongelea sana, lakini shida yake ni ile ile bado kwenye decision making, lakini I think bado ana muda sana wa, kujifunza. Naomba nipitie maoni yako, lakini kabla sijapitia maoni yako naomba niangalie kidogo takwimu za mchezo wa leo uh, hasa hasa kuhusu kile ambacho tumeweza kukionyesha uh, katika mchezo wa leo labda ni pia nikupitishie ni kwenye kwenye ratings, tuone ni, ni mchezaji upi ambaye amefanya vizuri na ni upi ambaye alikuwa ameperform ameperform vibaya kuliko wote. Kulingana na Fort Mobile leo, play of the match ni Andre Onana, amekuwa na rating 7.9 kutokana na ile michomo aliyookoa nafikiri ndo imefanya aweze uh, kuwa uh, kupata hizo point nyingi. Mtu anayefuatia pale ni Bruno Fernandes. Kwa hiyo kwa hiyo kwa, kwa ufupi ni kwamba ukiangalia takwimu za mchezo United, tumekuwa na possession ya 42 kwa 58 nane, lakini ukiangalia mchezo ulivyokuwa ni kama sio haikuwa hivi. Lakini pia ukiangalia expected goals sisi tulikuwa na, na expected goals karibu moja, lakini City walikuwa na sufuri 0.9 kwa 0.4 maana yake ni kwamba sisi tulikuwa kwenye nafasi za kufunga magoli zaidi kuliko Man City. Hizo ndio takwimu zinaonyesha hivyo. Lakini tumekosa mshambuliaji, tumekosa mtu wa kumaliza hizo nafasi ambazo tumetengeneza. Tumepiga mashuti kumi na tatu, City mashuti tisa. On target chances wote tuna nafasi moja na zote tumezikosa, na mechi kaisha kwa bao sifuri kwa sifuri. Tukienda kwenye rating, Andre Onana ana rating ya 7.9 na ndio man of the match kwa mjibu wa takwimu ambazo zimetolewa hapa kwenye Footmob, lakini pia Mazirawi ana 7.6. Maguaya alitoka mapema akiwa na rating ya 7.9 akiwa na 58, lakini pia Bruno Fernandes 7.5 Rasmus Hojlund 5.9 nafikiri ndio mwenye rating ndogo kuliko wote katika mchezo wa leo. Kwenye upande wa ligi hatujasogea, tuko nafasi ya kumi na tatu baada ya michezo 31 tukiwa tumeshinda michezo kumi, uh, tumedraw michezo nane na kufunga michezo Man City anabaki nafasi ya tano akiwa na pointi zake hamsini na mbili. Lakini jambo kuu ni kwamba tutabaki kwenye ligi, kwa hiyo hakuna jambo zito sana kwenye hilo. Kabla sijapitia maoni yako, naomba niwaambie mechi inayofuata ni mechi dhidi ya Lyon, tunasafiri kwenda Ufaransa kucheza na Lyon, na hiyo ndio mechi ambayo ni muhimu zaidi kuliko mechi ya leo, kwa sababu kwa ufupi hata nafikiri hata nyie kwenye comment mnaweza kuniambia kwa ufupi nafikiri msimu wetu ushaisha, kwa ligi ushaisha, hatupati nafasi ya tano, hatupati nafasi ya sita, hatupati chochote. Kwa hiyo kilichobaki ambacho tunaweza kukipambania sasa hivi ni ni ni, ni ni ni ni Europa League tu. Kwa hiyo mchezo wa kesho kutwa dhidi ya Lyon ndio mchezo ambao ni muhimu zaidi kuliko michezo ambayo tumecheza leo. Kwa hiyo I think performance ambayo tumeonyesha leo, performance ambayo pia tulionyesha kwenye mchezo dhidi ya dhidi ya nani, dhidi ya Nottingham Forest ni, ni, ni, ni, ni sehemu nzuri ya kujenga, ya kujenga timu uh, kwa kipindi ambacho kinakuja, kwa sababu tumecheza vizuri katika mechi mechi mechi kadhaa ambazo zimepita, maana ni kwamba tunaenda kwenye mechi hizo zingine tukiwa kwenye ubora wetu. Tukicheza vile vile. Yaani kucheza, kwa mfano imagine, tukicheza hivi ambavyo tumecheza Man City leo na, na tulivyocheza na Nottingham Forest. Tukicheza tukicheza hivyo hivyo mbele ya Lyon, mbele, mbele ya Olympic Lyon tunashinda kule kule kwao goli tatu. Kwa hiyo tumeshaenda kwenye nafasi ya nusu fainali. Kwa hiyo tunaweza kushinda mechi ya Olympique Lyon, kwa sababu tumeonesha ubora katika mechi kubwa zaidi kuliko za Olympique Lyon. Um, kwa mimi naamini kwenye process, na hii timu naamini imeimprove, wakati ujao tutakuwa bora zaidi. Naona maoni mengi sana jamani, karibuni sana, nimefurahi sana kwa kuniandikia maoni yenu. Naomba niyapitie haraka haraka ninavyowezekana lakini nyote ambao mko hapo ikiwa hujasubscribe, basi nakuomba usifanye, ufanye hivyo sasa. Usiache kwa, usiondoke hapo bila kusubscribe, lakini pia usiondoke bila kulike na kushare video zetu, lakini pia usiondoke hapo bila kutandikia maoni yako. Lakini pia, ukiondoka hapo, hakikisha unamwambia rafiki yako wa Manchester kwamba jamani, kuna channel inaitwa United TZA, hakikisha unaifuata sababu inakupa habari zote na mazungumzo yote kuhusu klabu yako pendwa ya Manchester United. Sawa um. Jo Ankale anasema kwamba leo tumecheza vizuri sana, ila changamoto ipo kwenye finishing uh, line inakosa ukatili. Hilo ni kweli kabisa, tunakosa sana watu wa kumaliza mchezo uh, Platinum anasema nimechelewa sana. Of course nilichelewa kidogo kama dakika chache tu kutokana uh, na changamoto za kimtandao, lakini next time I will be on time uh, kenda anasema ni aje mkuu, mimi naona Amorim amebadili team cause, wakati wa Ten Hag Bruno alikuwa anapiga ana, akipigwa chenga ni timu nzima, mchezo umefurahia makosa ya wachezaji wamekataa karibisha, hiyo sina shida. Yes, uh, Kendaria kile anachoongea ni kitu ambacho nimekiongea, kile kile ambacho pia nafikiri nyinyi pia mnakiona kwa sababu. Uh, timu ina improve, uh, kuna mabadiliko mengi unayoyaona, kwenye ku defense kwenye kutengeneza nafasi, jinsi ambavyo timu inajicheza kwenye positioning transitions, unaona jinsi ambavyo timu inajipanga, kwa hiyo haya ni maendeleo ambayo zamani hatukuwa nayo, kwa hiyo kitu kizuri kuona kwa kwamba timu inafanya maendeleo. Nafikiri wakati ujao tutakuwa bora zaidi. Uh, Fahad Rashid anauliza kuhusu Pogba, saini zake zimekuwa nyingi mitandaoni mtandaoni. Pogba hawezi kusaidia uh, chochote na hawezi kuja Manchester manchest. Uh, Beni Crisanto rafiki yangu sana anasema kwamba namba 9 ni tatizo na ni kweli, hilo ni tatizo la kudumu la, ndio maana nimesema kwamba tunahitaji dirisha kubwa sana msimu um, huu utakapofunguliwa usajili um, Sawa. Uh, Gadafi Mwemede, karibu sana anasema, kwamba kaka nipe habari leo, sikubatika kuangalia mechi na niambie kwa nini kocha amtoe Magwaya alafu aingie Lindelof. Kulingana na taarifa ambayo naiona hapa, naomba nifuatilie kuhusu Magwaya, lakini I guess Magwaya alitoka ameumia. Naomba nikwambie ni sasa hivi hapa kwa nini Magwaya alitoka Harry Maguire Harry Maguire Harry Maguire Harry Maguire, naomba niwaambie hapa. Wakati na kutafutia habari ya Maguire, nitasoma maoni mengine pia, alafu Harry Maguire Hari. Mount pia alifanya vizuri sana leo, naona kuna mtu anamsifia Mount. Mount pia aliingia, amefanya vizuri sana Hari Magwaya, okay Na knock, uh, dogo, kwa mchezo, kwa tutazidi kupata habari, alafu uh, uh, uh, Ganacho anatakiwa aboreshe, sio lazima afunge yeye. Asante uh, sana kwa maoni yako bwana Hamis Suleiman uh, Ganacho lazima pia afanye maboresho makubwa sana. mentality za wachezaji tulikuwa tunapoteza sana sana mpira kizembe, lakini sana naona tumebadilika sana, makosa yamepungua sana. Udhaifu wetu mkubwa ni umaliziaji, kitu ambacho anasema ankale ni kitu muhimu sana. Mentality za wachezaji zimebadilika sana. Unaweza ukaona kwamba hata tulikuwa tukipoteza mpira, watu wanakimbia sana ku, kuwin the ball back, kitu ambacho hatukuwa nacho kwa muda mrefu uliopita. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya vi mazoezi ambavyo Ruben Amorim amebadilisha, na tunapaswa kumpongeza kwa hilo. um, Shija anasema naamini katika process, kitu ambacho ni sahihi kabisa, lakini pia Frank Ibrahim anatuma sibu timu inaboreka, na kubali nawe kabisa, kuna maboresho mengi sana kwenye timu, unaweza kuona katika aina ya wachezaji na jinsi ambavyo tunaperform kwa kweli. Mimi nasema hii timu inafanya improvement kubwa sana. Musa Mwemeda anasema kama vipi, habari yako kaka, mimi niko Msumbiji, niko wa Nampula. Mechi ya leo Manchester United ingekuwa tena cheza hivi siku zote, tungefika wapi? Yes kabisa, rafiki yangu wa Msumbiji uh, tungecheza hivi kila siku nafikiri tungekuwa tu kwenye top 4 sasa hivi, kwa sababu leo tumeonyesha kiwango cha hali ya juu sana. Mason Mount amefanya vizuri. Naona Shija Mohamed anamsifia hapo. Ben Crisanto pia anasema kwamba zile angepata sita angefunga hata goli sita. Yeah, I'm telling you ni, ni sahihi kabisa. Zile nafasi ambazo sisi tumezipoteza angezipata, Man City alikuwa anatufunga vizuri kabisa, na mechi ilikuwa imeshaisha zamani sana. Kaka Nandez kocha amepata Tumepata ila tu, tunahitaji madirisha mawili ya usajili kuweza kuchukua Premier, Premier League na kufika nafasi nzuri za UEFA. Huyo ni James Nandi, asante sana kwa maoni yako. Tunahitaji sana dirisha bora sana la usajili, lazima tupate mshambuliaji ambaye ni kila akiingia kwenye box nafasi mbili amekuwa moja, yani hatuna mtu wa aina hiyo. Tukimpata huyo, nafikiri timu itakuwa inaboreka zaidi. Musa Mohamed, Bruno Fernandes tunampa kazi, tunampa kazi ngumu sana. Ni kweli, tunamtegemea zaidi yeye, tunamtegemea yeye kupita kiasi, kwa hiyo ndo maana tunaona kama vile hatusidi kwa sababu yeah, ndo tunayemtegemea peke yake. Kaka naomba kufahamu, Andrea kijana Soko Kone atapandishwa timu ya wakubwa msimu ujao? Probably kuna uwezekano huo, Soko Kone akaingia kwenye timu ya wakubwa msimu ujao, kwa sababu kila siku anacheza kwenye timu ya wakubwa, kwa sababu, kwenye timu ya wakubwa, uh, under 18, lakini pia ana perform vizuri, vizuri sana um, sawa, Kevin De Bruyne leo amecheza mechi yake ya mwisho kwenye derby, uh, derby ya mwisho akiwa uh, kama mchezaji wa Manchester City kwa hiyo Bruno Fernandes amefanya uh, naye mazungumzo na pia uh, me, amezungumza akampa uh, sifa kidogo akasema kwamba uh, kwamba Kevin De Bruyne alifanya Premier League iwe bora zaidi. Akasema uh, ikiwa Man City angekuwa mahali ambapo leo wapo Manchester United, uh, hawajashinda makombe mengi katika kipindi hiki uh, yeye yeah, yeah, amewasaidia sana, anastahili sana kupata heshima uh, kuliko ile ambayo anapewa. Ni mchezaji wa kiwango cha dunia na mimi nafurahi kucheza dhidi yake kila siku. Hiyo ni sifa za Bruno Fernandes kuelekea kumpa mchezo dhidi kumpa mchezo kumpa sifa bwana nani bwana Kevin De Bruyne. naomba niandikia kuhusu kiwango cha Leny Yoro kaona kafanya vizuri sana um. Postecoglou anasema kwamba ikiwa Man United watapata mastrika wengine wawili watakuwa na timu bora sana lakini anasema kuliko kwa Hoyle na Bruno, lazima Hoyle ndiye afanye maboresho makubwa sana, kwa sababu hana ile kila instincts ya kufanya timu iweze kupata matokeo sawa. Kwa sasa, nashukuru sana, nimepata maoni yenu. Nawakaribisha sana wale ambao wamefika hapa kwa mara ya kwanza. Hakikisha una subscribe, una like na kushare video zetu, lakini pia tufuatie kule Instagram, X na TikTok.